Naam, shukrani sana Evans, uh, Siba, na kwa hivi sasa tunaenda moja kwa moja hadi Kisii ambapo katibu katika Wizara ya Mawasiliano Stephen Isaboke kwa sasa anaendelea kuzuru maeneo mbalimbali mjini -mbali, humo kukagua miradi ya serikali inayolenga maelfu ya vijana eneo zima la Gusii. Kwa sasa yuko ndani ya Chuo cha Kitaifa cha Mafunzo Anuai cha Kisii ambapo anatangamana na wadau mbalimbali, na sasa tunaungana naye Crispin Otieno na mengi zaidi kutufafanulia zaidi kuhusiana na ziara hiyo, kwako Crispin. Na mlulu ulivyosema, ni kweli, hapa tulipo, tupo ndani ya chuo cha kitaifa anuai cha Kisii, ambapo hii leo kuna uh, katibu katika wizara ya mawasiliano ambaye amezuru ndani ya uh, chuo hiki kama nye mojawapo tu kukagua miradi mbalimbali ambazo, uh, miradi mbalimbali ambayo imeanzishwa na serikali katika eneo nzima la Gusii. Na hapa nilipo, unavyotizama kuna vijana zaidi ya 100 uh, ambao wako hapa uh, ambao wanaendelea kufanya Uh, kazi yao ya mitandao uh, hii ikiwa ni mojawapo uh, ya miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa uh, na serikali katika ukanda huu, na hii hapa nataka kuzungumza uh, naye katibu katika uh, wizara uh, ya mawasiliano. Uh, karibu uh, katika runinga Citizen. Uh, tuambie, mpaka sasa uh, shughuli ama miradi kama hii ambayo imeanzishwa katika kaunti ya Kisii uh, ziko ngapi, kwa ujumla na inasaidia kivipi vijana? Karibu kitu So, asante sana uh, Crispin uh, ningependa kwanza kusalimia uh, wananchi wote wa uh, county ya Kisii na Kenya mzima, na kusema kwamba uh, chuzi uh, actually chana uh, mtukufu rais uh, uh, Dr. William Ruto alikuwa hapa chana kuanzisha ile mambo ya kusambasha pesa ya nyota yenye tulianza kama miezi kadhaa imepita, na chana ilikuwa wakati wa Kutuma hizo pesa ndio wale vichana beneficiaries wapate ndio waanze mambo ya biashara. Uh, vile umeona hapa nyuma tuko na vichana mia moja wako kwa hii eh, kituo cha ja, kitume cha ja Kisii Polytechnic. Na hiki ni kituo moja ya zile mingi eh, kwa Kisii County na Kenya mzima yenye ik, eh, iko, kar, eh, ina, inawakilisha ile mambo ya digital superhighway na creative economy be, yenye rais aliweka kama mikakati moja ya ile five pillars ya peta ile ya kuanzia chini kwenda juu. Na leo kama unasikia tuko na vijana mia moja wasichana na wanaume weneo fulana mm, wanajifundisha mambo ya dijitali ndio wapate hekima eh, eh, na ile, ile skills mpya ya kujiendelesha, shauri tunaona vijana wengi wanamaliza shule na hawana kazi ama ile ile ile ile ujuzi ya kufanya kazi ala uchendeleza, yeah. Sasa hii ni kusaidia hawa waanze ile kazi kidogo kidogo, kama vile wale, wale tumeona sasa hii yeah. Nataka kituo hiki labda kianzishwe na serikali, labda mpaka sasa hii jumla ya vijana wangapi ambao wamefaidi kutokana na kituo hiki? Mkufunzi mkuu wa hii Kisii Polytechnic kwa, kwa hii uh, kituo cha ja chitume amesema kama wanafunzi karibu 380 okay, wamejifundisha wametoka hapa na vile wanafanya kwa ile shift, wanafanya kama mia moja kwa shift alafu wana turn over shift inaweza kuwa tatu ama nne kwa siku, lakini wanaendelea kwa muda mpaka uh, vichana hao wapate ile hekima e, e, no, ile, ile, ndio watoke wakiwa washakuwa kabisa mm -hmm. Ndio ndi wanaendelea hiyo kazi yao. Na, na, kabla sijaanza kuzungumza na wanafunzi vile vile, unazotuambia kando na kituo hiki ambacho kinapatikana ndani ya Kisii Polytechnic kuna labda vituo vingine ambavyo serikali inapania kuvifungua uh, yes. hapa Kisii uh, na vile, uh, na kama Kenya mzima tuko na hile, tunaita Center of Excellence, inaendelea kuchenga kule karibu na Tendere kule Ogembo, na inaendelea ikiisha, ndio itachukua vijana wengi sana, na kila ward Kisii mzima itakuwa na jitume center ile hub, vile rais alisema ile ile wards elfu moja mia moja na hamsini kila ward Kenya mzima lazima ikue na ile hub kutumikia wale vijana wa eh, kila mahali ndio kila kichana Kenya mzima apate maarifa hii ya dijitali. Nataka sasa nizungumze na baadhi ya yes, vijana ambao lulu, ambao wamekuwa wakishirikishwa katika mchakato huu mzima. Tunaye mmoja hapa, tuambie, unaitwa nani, alafu mpaka sasa umefaidika kivipi kuhusiana na mradi huu mzima wa serikali? Okay, mi naitwa Javan, hadi kwa sasa mi nafanya mambo na trading Yeah. Yeah, tangu uanze kufanya uh, trading, uh, imekufaidi kivipi kama kijana kutoka kaunti ya Kisii? Okay, mi tangu nianze kufanya trading imenisaidia sana, vitu zangu nafanya peke yangu kwa saa hii, sikuukunini kuingiana sana na wazazi, mambo kama mambo na kulipa kodi ya nyumba Shukran sana kwa majina, naitwa Boaz Michael Mosoti. Uh, nimefaidika sana kwa huu mradi ambao serikali ilianzisha hapa shuleni. Uh, ni, kwa mwaka mmoja uliopita tulipoanza kufunzwa hapa shuleni uh, tumekuwa na vitengo tofauti tofauti. Tumefunzwa wengine kuandika au chinzi ya kufanya freelancing, wengine tukafunzwa kuhusu uh, trading online. Kama mimi mwenyewe nimejifunza mambo ya trading uh, na trade na forex trading na pia uh, nikakuwa consistent kwa moja kutrade. So, nimefaidika sana kwa hiyo hiyo shughuli ambayo nilichuzisha na, uh, bila shaka naweza sema kwamba shukrani sana kwa serikali na kwa uh, Rais mwenyewe kwa sababu ya kufungua mradi huu katika shule hii yetu, ambao ni mradi wa kijiji mzima, si kwa wanafunzi peke yao, tumefaidi watu wengi. Na vile vile, uh, tungeomba sana uh, serikali iendelee kutushika mkono, kama wale ambao tumejifunza tukajua, tuweze kupata kibali pia ya kufunza wengine pia wajue hiyo uh, kitu ambayo inaitwa mentorship tuamente pia waweze kuendelea uh, kujifunza mambo ya kidijitali. Ulivyosikia ah, hapo ni vijana ambao Uh, wananufaika pakubwa kutokana na uh, mradi huu ambao umeanzishwa na serikali, na alivyosema katibu katika wizara uh, ya Mawasiliano, Isaboke anasema kwamba takriban vijana uh, 380 tayari wamekwisha uh, faidika kutokana na mradi huu mzima, na wanazidi kusajili wengi zaidi, kama e mojawapo tu ya kuhakikisha kwamba vijana uh, wamenufaika na kujimarisha kiuchumi. Kwa hivyo tutakuwa tukizidi uh, kutangamana nao hapa na vilevile wakuu wa serikali ambao wamefika hapa na tutakuwa kiungana e, nanye hapo baadaye ili twajuze kile ambacho kinazidi kujiri kuhusiana na uh, mradi huu ama uh, mpango wa serikali wa kuimarisha uh, jinsi ambavyo vijana uh, watakavyojiinua kiuchumi. Kwa hivyo tutaachia hapo, tunarejesha tena kwako Lulu.